Papa Francisco ambaye jina lake halisi ni Jorge Mario Bergoglio alizaliwa tarehe 17 Desemba mwaka 1936 katika mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires. Alikuwa mtoto wa wahamiaji kutoka Piemonte, Italia. Baba yake alikuwa mhasibu na mama yake, Regina Sivori, alihusika na malezi ya watoto wao watano. Papa Francisco alichagua njia ya upadri baada ya kufuzu kama fundi wa kemikali na alijiunga na jumuiya ya Yesu, yani wa Jesuit mnamo tarehe 11 Machi mwaka 1958, na mnamo tarehe 13 Disemba mwaka 1969 alipewa daraja la upadri na askofu mkuu Lamoni Jose Castellano. Alikuwa askofu mkuu wa Buenos Aires tangu mwaka 1998 na mnamo tarehe 13 Machi mwaka 2013 alichaguliwa kuwa papa wa kanisa Katoliki akichukua nafasi ya Papa Benedikto wa 16. Papa Francis alichagua jina lake la kipapa, yaani Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asizi ambaye alijulikana kwa maisha ya unyenyekevu, upendo wa amani na kujali maskini. Uamuzi huu ulionyesha dhamira ya Papa Francis ya kuzingatia masuala ya kijamii, haki za maskini na utunzaji wa mazingira ambayo ni maadili yanayohusiana sana na Mtakatifu Francis wa Asizi. Papa Fransisco alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na wa kwanza kutoka Jumuiya ya Wajesuit. Papa Fransisco alijulikana kwa unyenyekevu wake, huruma na kujitolea kwa maskini. Alisisitiza haki ya kijamii na milango wazi kwa waumini wake. Alikuwa na mtazamo wa kipekee kuhusu maisha ya Kikristo, akihimiza maadili ya Injili kwa uaminifu na upendo. Kwa masikitiko makubwa Papa Fransisco alifariki dunia tarehe 21 Aprili mwaka 2025 siku ya Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88. Kifo chake kilitangazwa rasmi na Kardinali Kevin Joseph Fareri, kamarengo wa Kanisa Katoliki, ambaye alieleza kuwa maisha ya Papa Francisco yalikuwa mfano wa ufuasi wa kweli wa Yesu Kristo.

Kwa mujibu wa ripoti ambazo zilitolewa zilisema, alilazwa hospitalini kutokana na ugonjwa wa mapafu yaani bronchitis na nimonia, hali ambayo ni hatari hasa kwa wazee na iliyopelekea kifo chake. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.